Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Alhamisi. Karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Tunalipata katika kitabu cha Kutoka sura ya 32 aya ya saba hadi ya kumi na nne. Tunakutana na habari ya wana wa Israeli ambao walikuwa chini ya mlima Sinai na Musa mtumishi wa mwenyezi Mungu akawa ameitwa na mwenyezi Mungu aende juu ya mlima akachukue katiba ambayo ndio ilikuwa mwongozo kwa ajili ya taifa lile la Israeli. Musa akakaa kule mlimani kwa muda wa siku arobaini. Wana wa Israeli walipona Musa harudi, wakajua ameangamia huko na wakujua kitu gani kimemkuta. Ndipo basi wakamwamuru Haruni ambaye ndiye aliyekuwa kiongozi wakati huo, wakamwambia hivi. Musa haonekani. Hivyo basi Tutengenezee miungu ambayo itaweza kutuongoza katika safari hii ya kuelekea katika nchi ya ahadi. Haruni akakubali mawazo ya watu, wakamletea hereni, akatengeneza ndama na baadaye akatengeneza madhabahu, nao wakatolea sadaka pale. Ndipo Mwenyezi Mungu anaongea na Musa. Musa akiwa juu mlimani, anamwambia hawa, haya, shuka kwa maana watu wako ambao umewatoa kutoka nchi ya Misri wamejaribu nafsi zao, wamepotoka upesi na kuiacha njia niliyo waamuru. Wamejifanyizia ndama ya kuyeyusha, wakaiabudu na kuitolea dhabihu, wakasema hiyo ndiyo miungu yako, e Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misiri. Mwenyezi Mungu anaongea na Musa juu ya uovu wa wana wa Israeli. Baadaye anasema tena Bwana akamwambia Musa, mimi nimewaona watu hawa, na tazama, ni watu wenye shingo ngumu. Basi sasa, niache ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu. Musa anaambiwa habari za taifa la Israeli ambao wametenda dhambi, na baadaye anapewa ahadi kwamba Mwenyezi Mungu anaangamiza taifa lote Atamfanya yeye Musa aweze kuwa mkuu. Musa hakutaka jina lake liweze kuwa kuu kwa ajili ya kuangamizwa kwa taifa la Israeli. Anapiga magoti, anamwambia Mwenyezi Mungu, geuka katika asira yako. Anasimama kuweza kuomba kwa ajili ya taifa la Israeli, anamwambia Mwenyezi Mungu, Wamisiri ambao wewe uliwatoa wana wa Israeli kwa mkono wa nguvu, wakisikia hayo watasema uliwaleta kutoka Misri katika ukawaleta jangwani ili uweze kuangamiza. Akamwambia geuka, na Mwenyezi Mungu akageuka, ile hasira aliyokuwa nayo akasamee ile dhambi ya wana wa Israeli. Twajifunza mambo gani? Mambo matatu tunayojifunza katika somo hili, la kwanza ni nafasi ya Musa aliyokuwa nayo akiwa kiongozi wa wana wa Israeli. Alipoondoka tu ameenda mlimani kwa ajili ya kupokea amri za Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya wito wa Mwenyezi Mungu, ndipo huko wana wa Israeli wakageuka wakaanza kuabudu miungu wengine. Kiongozi wa kiroho ukiondoka tu katika lile kundi lako unalowaongoza huko nyuma, lazima watu wageuke, lazima wafanye mambo ya ajabu. Hivyo basi, ukiwa na nafasi kubwa katika kuweza kuwaongoza watu ambao Mwenyezi Mungu amekuteua, jitahidi uweze kuwa nao, ni rahisi tena kuweza kupotoka na la pili, Musa akiwa juu ya mlima, Haruni anashawishiwa na watu, watu wanamwambia tutengeneze miungu itakayoweza kuja kutuongoza, tunayoweza ambayo tunaiona, na si Mwenyezi Mungu huyu ambaye hatumuoni. Haruni anakubali. Haruni akashindwa kuweza kusimama katika ule ukweli kama kiongozi wa kiroho. Alimwona Mwenyezi Mungu miguuni lakini baadaye anakubali ushawishi wa watu mpaka anakuja kutengeneza ndama. Hii inatufundisha kwamba mara nyingi sana, kwa viongozi wote ambao Mwenyezi Mungu amepatia nafasi kuweza kusimama ya kuweza kuwaongoza watu kiroho, mawazo kutoka kwa watu yanaweza akampotosha kiongozi huyu wa kiroho, akashindwa kusimama katika kusudi la Mwenyezi Mungu, na baadaye taifa zima likaangamia. Hivyo basi, kiongozi wa kiroho, simama katika muongozo wa Mwenyezi Mungu ni kweli watu wapo, lakini maneno ya watu yanaweza yakakupotosha ukashindwa kuweza kusimama katika kusudi la Mwenyezi Mungu na taifa zima likaangamia. Na fundisho la tatu ni hili, Musa alipata nafasi kubwa ya kuweza kuwa mkuu na Mwenyezi Mungu aangamize taifa zima la Israeli, Musa akasema hapana, Mwenyezi Mungu usiangamize. Yaani kuna dhambi ambazo taifa linaweza likaingia dhambi za kuharibu nafsi zao, kwanza kuiabudu miungu, kuwaweka watu, kuweka vitu, kutengeneza masanamu na baadaye kuifanya hiyo miungu watu kwamba hao ndio wakombozi wenu. Taifa linachafuliwa, linajichafua nafsi. Nafsi ya taifa inachafulika, na katika hali kama hiyo Mwenyezi Mungu lazima aangamize, kwa sababu tumemsahau Mwenyezi Mungu. Alikokutoa, alitutoa mbali katika mateso makubwa, ametufikisha mpaka hapa. Tunamsahau Mwenyezi Mungu, tunaanza kuabudu watu baada ya kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu, taifa lazima liweze kuangamia. Lakini Musa anasimama peke yake kwa ajili ya taifa la Israeli, anapiga magoti mbele za Mwenyezi Mungu, anamsii Mwenyezi Mungu ageuke katika hasira na Mwenyezi Mungu anageuka katika hasira yake, analiokoa, anasamehe ile dhambi ya taifa zima kwa ajili ya maombi ya mtu mmoja, katika maombi ya taifa Mwenyezi Mungu anamwangalia mtu mmoja ambaye atakayeweza kusimama katika kweli ya Mwenyezi Mungu akapiga mongoti akamsii Mwenyezi Mungu kwa ajili ya uovu unaoendelea na Mwenyezi Mungu akalinusuru taifa, taifa likiingia katika shida, katika maangamizi ya hasira Mwenyezi Mungu. Maana yake mimi na wewe tumeshindwa kuweza kusimama katika nafasi hiyo. Leo hii Mwenyezi Mungu anawatafuta akina Musa ambao watasimama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya taifa, anamtafuta mtu mmoja tu atakayeweza kukaa mbele za Mwenyezi Mungu akamwambia Mwenyezi Mungu, geuka na usifurahie sana dhambi za taifa linavyoendelea. Usifurahie maangamizi ya watu wengine, usidhani kama wengine wakiangamizwa wewe ndipo utakapoweza kufaidika. Hapana, bali chukua roho ya Musa, piga magoti, liombee taifa liweze kuokolewa. Leo hii Musa ameandikwa katika kitabu hiki cha Kutoka, ameacha historia kubwa kwa sababu alipiga magoti akaliombea taifa. Nasi katika nyakati hizi tupige magoti tuliombea taifa letu, tuliombea taifa letu katika nyakati zote ngumu, tuliombea taifa letu katika dhambi zinazoendelea. Na Mwenyezi Mungu yeye ni mwingi wa huruma, atalisamia taifa letu na ataikumbuka e, yale mapaji yote atayakumbuka, mapenzi yote atayakumbuka, wale wote waliosimama mbele zake kwa ajili ya taifa hili, na baadaye pia taifa letu litakuwa salama. Atubariki na kutulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.